Kuna vipaji vingi sana vya watoto wetu wenye uwezo mkubwa wa michezo mbalimbali. Hivyo sisi Sauti ya Umma, tutakwenda kuanzisha michezo mashuleni. Tutaweka mfumo wa kuweza kutambua watoto wenye vipaji ili tuvikuze, tuviendeleze na baadaye vikalitumikie taifa letu baadaye kupitia michezo yao wakatangaza taifa letu la Tanzania. SAU! Sasa, ndugu zangu, michezo inahitaji walimu. Kila jambo, walimu ni muhimu. Hivyo sisi SAU tutawekeza pia kusomesha walimu wa michezo, ili tupate walimu wengi mahiri kwa ajili ya kufundisha vijana wetu mashuleni na ili kijana wa Tabora aende akacheze mpira Manchester united Uingereza, menelewa? Tunataka tuifungue hii Tanzania, tufungue mipaka ya Tanzania kimaendeleo, tufungue fursa kwa wananchi wenzetu wa Tanzania. Na hiyo SAU tunaiweza kupitia ilani yetu makini, kupitia sera zetu zinazotekelezeka.